Kumi na moja saa za asubuhi wakati ambapo maimai wanashambulia kambi ya jeshi hapa karibu na mji wa Nyamirima, lakini jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linajiandaa. Silaha nzito nzito zatumiwa wanaoshambulia kambi hawajulikane, lakini inaonekana kuwa ni maimai mai. Na maimai mai hao wamechoma kambi moja Kwaali.

Mwanzo, mwanzo, mwanzo iko kweli. Hapa ni majabu leo. Watababaika hapa leo.